Ninawasalimu wapenzi watazamaji waite kituo popote mlipo, hamjambo. Ninawatakia Jumapili njema, karibu sana niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutenda. Hichi ndicho kituo chako ambacho kinakuletea taarifa za kikweli. Baada ya wanajeshi wa wananchi Tanzania ukipenda JWTZ kutoa taarifa wakitaka Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu wa jeshi ambaye ni Jenerali John Mkunda kuondoka madarakani, jeshi limeweza kupindua serikali katika nchi ya Benini hii leo siku ya Jumapili kipindi ambapo Tanzania na wao wanazidi kushinikiza jeshi kuchukua uongozi baada ya wananchi wengi sana kuuawa. Sasa inaonekana kwamba wananchi wengi katika mataifa ya Afrika wameanza kuamini jeshi sana kuliko hata viongozi ambao wako madarakani, kwa sababu viongozi wengi unapata kwamba wanafika madarakani wanavimba mamlaka ambayo wako nayo, wanasahau kwamba mamlaka yale ambayo wako nayo waliweza kupewa na wananchi. Sasa wacha kwanza niwapee taarifa za huyu rais wa Benini mwenye ameweza kuondolewa madarakani ambaye tunaambiwa kwamba alikuwa na waongoza wananchi kwa mabavu. Kulingana na taarifa ambazo zimenifikia kwenye studio yangu ama studio zetu, sio yangu, zetu, mimi na wewe, zinaniambia kwamba mapinduzi yameweza kushuhudiwa nchini Benin baada ya kundi la wanajeshi kudai kupitia kwa televisheni ya taifa kwamba wamemwondoa uh, Rais Patrice Talon madarakani na sasa wanachukua usimamizi wa nchi. Wanajeshi hao waliounda kile walichokiita kamati ya kijeshi walionekana kwenye runinga ya taifa Jumapili asubuhi wakitangaza kwamba wamesitisha katiba, kuvunja serikali na kufuta shughuli za vyama vya siasa. Walijitetea kwa kusema kuwa hatua hiyo imetokana na kutoridhishwa na namna Rais Talon alivyokuwa akiongoza nchi. Inadaiwa kundi hilo linaongozwa na Luteni Kanali Pascal Tigri. Hadi sasa haijafahamika rais Talon alipo, kwani wanajeshi wameripotiwa kufika katika makazi yake mjini Kotonu. Hata hivyo, shirika la habari la AFB limenukuu msemaji wa ikulu likisema kuwa rais yuko salama na jeshi linaanza kurejesha udhibiti. Usije ukashangaa, mpenzi mtazamaji, mnaelewa hapa Afrika tumeweza kubarikiwa na mvua, upepo. Kwa hivyo leo sikukuwa kwenye studio, niliona niwazungumzie kutoka ndani ya miti, ili mradi tu jumbe uweza kufika, unaona wanajeshi hawa wa Benini wameamua kuchukua madaraka baada ya kusema kwamba hawajaweza kufurahishwa na jinsi ambavyo rais Tan Talon alivyokuwa anaongoza nchi. Wanajeshi hawa wanasema kwamba Talon amekuwa akiongoza nchi ya Benini kama nyumba yake. Anatoa mada, anatoa maamuzi ya mauaji hapa na pale, pesa za serikali zinaporwa, mpaka wanajeshi wakakasirika wakaamua kuchukua uongozi wa nchi ya Benini. Nakumbuka kwamba ili taifa la Benini lilikuwa limetarajiwa kuja kufanya uchaguzi mwaka ujao, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, mwezi mwezi wa nne, lakini huyu rais Talon alikataa kwamba hataweza kugombea muhula wa tatu, bali aliweza kumtaja yule ambaye ni mridhi wake, yule ambaye alikuwa anapigia kampeni kuja kuchukua nafasi yake. Sasa ninaelezwa zaidi kwamba wananchi katika taifa la Benin, baada ya kusikia kwamba jeshi limekwisha chukua uongozi, waliamua kuandamana wakisherehekea namna jinsi ambavyo jeshi hilo la Benini limeweza kuchukua uongozi. Wamefurahia na kusema kwamba angalau wameweza kuokolewa kutoka kwa mikono ya rais ambaye alikuwa nawaongoza kimabavu. Ninarejelea nini mpenzi mtazamaji? Hata Tanzania mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka huu, kipindi ambapo Rais Samia aliweza kuandaa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali, jeshi liliweza kufeli kwa sababu wananchi wengi waliweza kuuawa. Lakini ili jeshi likaweza kufeli, wananchi wengi waliweza kunyongwa na hata miili yao Tanzania haijaweza kupatikana mpaka sasa hivi. Ni kwamba jeshi ambalo linaongozwa na Mkunda liliweza kufeli. Lakini mimi na wewe jana tunajua kwamba kuna wanajeshi ambao hawajaweza kuridhika namna jinsi ambavyo Samia Suluhu Hassan anavyoongoza nchi. Na namna jinsi ambavyo vyeo ndani ya jeshi la JWTZ zinapeanwa. Wamesema kwamba ni heri Samia Suluhu Hassan na Mkunda waondoke kwa sababu wanaongoza jeshi na kuongoza taifa la Tanzania vibaya. Ninajaribu kule, kurejelea nini mpenzi mtazamaji, kipindi tumeweza kuambiwa kwamba taifa la Benini, wanajeshi wameweza kuchukua uongozi, siku chache baada ya nchi jirani ya Benini kuweza kuchukua mamlaka kutoka kwa rais. Inaonekana kwamba wananchi wengi wameanza kuamini uongozi wa wanajeshi kuliko uongozi wa marais. Kwa sababu marais wengi wanafika madarakani wanamea pembe, kama Samia Suluhu Hassan anavyoongoza Tanzania kimabavu, mpaka inafika mahala ambapo wananchi wanaamini jeshi kuliko uongozi wa wananchi. Tunapaswa kujiuliza sisi wananchi, mbona mapinduzi yameweza kujaa katika mataifa ya Afrika? ni kwa sababu viongozi wa Afrika wanaongoza mataifa, unadhani kwamba ni majumba yao. Wanaongoza mataifa wakiingia madarakani, wanaamua kufanya shughuli za serikali kuwa shughuli za jumba yao, yaani wanafanya serikali kuwa mali yao, na ndio unapata kwamba uongozi wao wananchi wanaukataa, jinsi ambavyo wameweza kukataa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Wacha niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji Watanzania. Je, wewe unapendekeza Jeshi la Tanzania le JWTZ liweze kuchukua uongozi tukiwa tunaelekea maandamano ya tarehe 9 Disemba kwa sababu wananchi wameweza kuchoka na John Mkunda, wameweza kuchoka na Samia Suluhu Hassan, wanataka aondoke madarakani. Au wewe unapendekeza kwamba Samia asalimu amri lakini tuweza kupata kiongozi mwingine. Sema nami na rejea na mingi tena zaidi. Mimi ni bwana Ezra, asanteni sana.